Arafata wadduai fihi, utunzi wa Sheikh Jamil Halim Al-Husaini. Na hii biidhnillahi itakuwa ndio darsa ya mwisho pamoja na ijaza ya kitabu hichi. Tulikuwa tunasoma hadithi katika fadhila za siku hii ya Arafa. Tunaendelea kwa kusema kama ambavyo amesema mtunzi wa an abi hurairata, na kutoka kwa abi huraira, an nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Inna Allaha azza wa jalla, hakika Mwenyezi Mungu aliyemshinda aliyetukuka. Yubahi malaikatahu biibadihi, anawadhihirisha ubora malaika wake kwa waja wake, yaani anawadhihirishia malaika wake ubora wa waja wake. Ashiyata arafata, mwisho wa mchana wa siku ya Arafah Chini kwenye taaliki ya tatu, ay yudhiru lil malaika tafadhala baadhi wa ibadihi, yani anawadhihirishia malaika ubora wa baadhi ya wa waja wake siku hiyo. Sio maana yake Mwenyezi Mungu anajidai anajigamba na mfano wa hivyo, tafsiri hizo hazitafsiriwi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wataala. Yeye Mwenyezi Mungu laisa kamithlihi shay'un, hapana kama yeye chochote, na haitakiwi tumpigie mifano au kumsifia sifa za kujidai majigambo na mfano wa hivyo, haitakiwi yaqulu husema, anasema: undhuru ila ibadi, watazameni waja wangu. jauni shuthan ghubra, wamenijia hali wakiwa ni wenye nywele timtimu ambazo hazijapangiliwa hazijachanwa na mfano wa hivyo, wenye wingi wa mavumbi. Kwenye taaliqi ashuthu jamu athatha jamu, ashath neno ashuthu ni wingi wa neno ashath na ashath wa huwa man tafarraqa sha'ru ra'sihi min adami ghaslihi, ni ambaye zimetawanyika nywele zake nywele za kichwa chake kutokana na kuto kuzikosha. Wal ghubru jam'u akhbar, neno al ghubru ni wingi wa neno akhbar. Wa huwa man iltasaqa al ghubaru bi a'dahi, naye ni ambaye limeshikamana vumbi na viungo vyake. Kama huwa adatu almusafirin ala al dawabi, kama ilivyo ni desturi ya wenye kusafiri juu ya vipando kupatwa na vumbi walmuradu na makusudio, annahum ja'u mutaqashifina mutadhalilina lillahi, na makusudio ni kwamba hakika wao wamekuja hali wakiwa ni wenye dhiki, wenye kujidhalilisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaomba mahitaji yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anadhihirisha ubora wao kwa malaika wa an Aishata na kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, Mwenyezi Mungu amuiradhi anna nabiyya sallallahu alayhi alih wasallam qal kwamba hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ma min yaumin akthar an yutika Allahu fihi 'abdan min alnari, hakuna kunako siku yoyote ambayo ni kwenye kupatikanwa kwa wingi kuacha huru Mwenyezi Mungu ndani yake mja kutokana na moto, min yaumi Arafata, kuliko siku ya Arafa. wa innahu la yadnuu thumma yubahi bihimu lmalaika, na hakika yeye Mwenyezi Mungu anamuamrisha malaika akurubie, kisha anadhihirisha ubora kwa kupitia hao waja kwa malaika, yaani anadhihirisha ubora wa waja kwa malaika.

Maana ya pili annahu ya'muru almalaikata bidunui ila alardi, ni kwamba hakika yeye Mwenyezi Mungu anamuamrisha malaika kukurubia kwenye ardhi. wayunzilu mahum ma yashau min arrahma, na ateremsha pamoja na hao malaika anachokitaka kiasi anachokitaka kuna kwa rehema, yani anateremsha rehema nyingi. wa ala tafsiraini, na juu ya tafsiri mbili zilizotajwa fa innahu yajibu tanzihu Allahi azza wa jalla, basi hakika ilivyo inalazimu kumtakasa Mwenyezi Mungu aliyemshini, yani na aliyetukuka. Anil harakati wassukun, kutokana na kutikisika na kutulizana. Walittisali walinfisal, na kuungana yani kugusana na kitu na kubagukana. Walqurbi walbu'di bilhissi, na kuwa karibu na kuwa mbali kwa hisia, walmasafa na masafa, wa tahawuli na kugeuka, wal zawali na kukengeuka, wal intiqali na kugura, yani kuhama kutoka hapa kuelekea hapa Laisa kamithlihi shay'un, hapana kama hi chochote. Kwa hiyo haitakii kutafsiri kwa tafsiri yote katika hii au kumnasibishia haya Mwenyezi Mungu, mtu anakufuru akifanya hivyo. Kwa hiyo makusudio ya hadithi sio kwamba eti Mwenyezi Mungu anakurubia, bali makusudio anakurubia malaika kwa amri ya Mwenyezi Mungu, au hukurubia rehma zake Mwenyezi Mungu na ukirimu kwake na kule kujaaliwa siku hiyo na wakati huo wa kusimama Arafah kuwa ni wakati wa kukubaliwa wa maombi ni katika rehma za Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. wa amma ma jaa fi qauli llahi azza wa jalla, na ma kilichokuja katika kauli ya Mwenyezi Mungu aliyemshini na aliyetukuka, thumma dana fatadalla fakana qaba qausain aw adna, kisha akakurubia na akaja malaika Jibril, fakana qaba qausain aw adna akawa kwa namna alivyo karibu na mtume, ni kama vile alqab, ni sehemu ya kukamatia kwenye upinde ambao unatiwa mshale. Na neno kwa usaini, makusudio ni sehemu za pinde, upinde mmoja, zile sehemu za pembeni mbili za juu na ya chini, na kati anakamatia ile sehemu anayokamatia ambavyo ipo karibu na zile sehemu za pembeni za huu upinde. Na namna hizi sehemu mbili za upinde za ncha zinavyokuwa karibu na sehemu ya kukamatia, yeye Jibril alikuwa karibu na mtume kama hivyo. au adna au ni karibu zaidi famaanahu, basi maana yake hiyo aya

Tumetaja kwa wingi, tumefululiza, tumekithirisha ndani yake, tumetiririsha ndani yake, nakala za wanazuwoni, walmuhadithin na wanazuoni wa hadithi, walmufassirin na wanazuoni wa, wa, wa Qur'ani ya tafsiri, walughawiyin na wanazuoni wa lugha. Ala anna almurada, juu ya kwamba makusudio, bidani, kwa mwenye kuhurubia fi hadhihi alayat, katika aya hii. thumma dana fatadalla Jibril alayhi salam kwamba makusudio ni Jibril, wa anna Allah azza wa jalla, na kwamba hakika Mwenyezi Mungu aliyemshinda na aliyetukuka munazzahun an sifati al-makhluqin, ni mwenye kutakasika kuepuka na na sifa za viumbe. Kwa hiyo sio makusudio kwamba eti Mwenyezi Mungu anateremka kama vile viumbe. Ikhwani fillah, anasema Sheikh Jamil, enyi ndugu zangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ijtahidu fi yawmi arafata bil a'mali salihah, jitahidini katika siku ya arafa kutenda matendo mema. Wal qurubati nafi'ah, na yenye kukurubisha yenye manufaa. Wa harisu ala siyamihi, na kueni na pupa juu ya kuifunga siku ya arafa. Maa ahlikum, pamoja na watu wenu wake zenu. Wa auladikum, na watoto wenu na wazazi almutiqina lisawmi, wenye kuweza kufunga. Wa akthiru fi hadha alyawmi, na kithirisheni katika siku hii. Min tahlil, kunako tahlil

kwani hakika nyinyi mukiwa mumeishi katika siku hii hii leo, fala tadruna, basi hamujui. Hal tablughuna mithlahu min al-aam al-qadim, je, mutafika mfano wa siku hiyo katika mwaka ujao? Yani tutafika siku ya Arafa ijayo. Maana yake mtu asisubiri mwaka ujao ndo afanye jitihada na kufunga na mfano wa hayo, bali ajitahidi kwa kuanza kufunga Arafa ya mwaka huu na kufanya ibada kwa wingi mwaka huu. Na hata ikiwa mtu yupo kwenye hedhi, hili ni kwa tanbihi, sio ikiwa mtu yupo kwenye hedhi siku ya Arafa inampita moja kwa moja la, yako mengine ambayo anaweza kuyafanya, kuleta adhkari kwa wingi, kumswalia mtume kwa wingi, kujifunza elimu ya dini, kukaa na kitabu cha dini, mtu akadurusu, ni katika mambo mema. Kwa hiyo sio kwamba mtu akiwa kwenye hedhi, maana yake fadhila zinampita moja kwa moja kama hivyo. Wakunuu kalladhina qala Allahu fihim, na kuweni kama ambao amesema Mwenyezi Mungu kuhusiana na wao. Ulaika yusariuna fi lkhairat, hao wanakimbilia mbio troti katika mambo ya kheri. Wa fadlullahi azza wa jalla wasiun, na fadhila za Mwenyezi Mungu aliyemshinina aliyetukuka ni kunjufu. Yasaul hujaja wa ghayruhum, zinawaenea mahujaji na wengineo, hata wale ambao tumewa tajiwa kwamba ni ya mahujaji, sisi tuyafanye, huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fadhila zake zikatufikia na sisi kwa sababu ya hilo ambalo tumelifanya kwa kutarajia malipo yake. Nasalullaha ta'ala, tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu, ayatakabbala ta'ati, na akubalie ta'a zetu wa yuwaffiqana lil khairati, na atuwafikishe kwa kutenda kheri. Wa yunazzila alaina rahamati, na ateremshe juu yetu rehma alkhassa ambazo ni special maalumu. Wa yaghfira lana, na atusamehe sisi. Wa yu'tiqana minan nar, na atuwache huru kutokana na moto. Inayofuata ni dua ya kusoma siku ya Arafa, na mimi nitaisoma tu bila ya kutafsiri ili tumalizie kitabu na tutoe ijaza ya kitabu hichi addua -du dua ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd. Taban, mtu ikiwa anasoma yeye na watu wengine atasema inna. Mimi nitasoma kwa kutumia dhamiri ya watu wengi, kwa kujalia kwamba nasoma kwa kujiombea mimi na kila ambaye anasikiliza

kipo kwenye kitabu na akisomesha asomeshe kama ambavyo ni kwenye kitabu, isipokuwa ikiwa anakusudia kusoma dua na kuwasomea wengine kama ambavyo nimekusudia mimi, atasoma kama ambavyo mimi nimesoma. Mwisho wa darasa hili wa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. huu ni mwisho wa kitabu. Walhamdulillahi rabbil alamin, tumekikamilisha kwa ambaye amesikia na kudhibiti mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu kwa tafsiri ambazo tumezitoa na kwa mapito ya ahlusunna waaljamaa ambayo tumeyapita kama ambavyo tumefahamisha, kama vile kwenye hadithi inayohusiana na Arafa kwamba sio kuteremka Mwenyezi Mungu kwa dhati yake, bali ni kuteremka malaika au rehma na mfano hayo, akawa amedhibiti vizuri mtu